Kuna, kuna jambo naomba tujifunze sisi wote, naomba tujifunze maanake, hii dunia Mwenyezi Mungu alituumbia tuishi na tuishi hapa, na sijui kama mnachukulia vipi wazo langu, maanake ni nani, unaona kama ni nani anaweza kuumba dunia hii yote na apatie watu waishi bure? Hata unakata sehemu unauza, unapanda chakula yako, unavuna, unakula, unajenga nyumba yako mahali tu, nani anaweza kufanya hivyo? Hakuna hii na zawadi kutoka kwa Baba yetu mpendo, anatupenda zaidi kiasi ya kwamba hata mtenda dhambi anampenda. Sasa basi, inakuja vipi? Inakuja sisi wenyewe pia tunafaa tupendane kama wana wa baba mmoja, kama wana wa nini? Wana wa baba mmoja. Usimuonee mwenzako vibaya wakati unaona akifanya kitu fulani kitu fulani, ngangana na wewe pia ufanye hicho kitu. Naomba Mwenyezi Mungu atakupa uwezo, na nawaambia tuwe tukishukuru zaidi kuliko kuliko kuomba. Manake ikiwa uko na macho kama venye mimi, unaona macho yangu, niko na macho mimi, kuna mdomo, kuna mapua, kuna masikio, niko na mikono, niko na miguu na niko na sound mind, akili yangu iko sawa, manake naelewana na watu na naweza kwenda mahali. Okay, niko sound mind, si ndio? Shukuru Mungu, wenzako hawako hivyo. Kuna mwenzako hana mkono na kama huyo ana mkono anashukuru Mungu. Je, wewe uko na mikono yote? kuna mwenzako ana mguu anashukuru Mungu. kuna mwenzako haongei, kuna mwenzako ana macho, kuna mwenzako asikii, hata kama unasikia na sikio moja. Mimi cha chenye naongea hapa, cha muhimu ni kwamba tujifunze kushukuru zaidi ya kuomba. Kushukuru ni njia moja ya kuomba. Mtu akikupa kitu, umwambie asante sana, Mungu akubariki. Yule mtu atatamani hata kukupatia tena, umwombea barikiwe tena. Na wewe Mwenyezi Mungu kama amekupa ukijifunza kushukuru. Ukishukuru tu ni tayari umeomba. Ukishukuru ni njia moja ya kuomba. Kwa hivyo jamani tusichukiane bure. Hii dunia tuliundwa sisi tukae. Binadamu tu waliumbwa wakae na wa control kila kitu. Kwa hivyo tujifunze kushukuru kwa Mwenyezi Mungu chochote kidogo uko nacho shukuru. Na hicho kidogo kitabarikiwa, kitakuwa kingi. ikiwa kuna malengo yako unataka kuyafanya, Shukuru kwanza. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, halafu muombe chenye jua unachokitaka, muitishe chenye una baada ya kushukuru. Lakini baada ya kushukuru, Yesu Kristo alitufundisha wenye tunafaa kuomba: Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje hapa duniani kama ulivyo juu mbinguni. Hiyo ndio maombi mwafaka ambayo tunafaa kuomba, Bwana Yesu alitufundisha. Kwa hivyo tukiomba hiyo maombi ya kutukuza Mwenyezi Mungu kwanza, turudi pia tuitishe chenye tunataka. Hakika tukiwa na imani tutakipata na tutakaa vizuri. Kwa hivyo, tujifunze kufanya nini? Kushukuru kwanza, tufunde kujishukuru kwa Mwenyezi Mungu wenye ulivyo wewe mwenyewe, una shilingi, una nini, uko na njaa, shukuru kwanza hivyo ulivyo. Uhai hauwezi kununuliwa, na kama ungekuwa uhai unaweza kununuliwa, nakwambia ungeona venye mtu angenunua uhai mbili ama uhai tatu, wenye pesa anunua uhai zingine nne, kwa kwa akiwa, akiwa, akiwa, na na tujifunzeni nini? Tujifunze nini? Kushukuru. Ukiamka tu ukiwa uko salama tu, mwambie Mwenyezi Mungu, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje hapa duniani kama ilivyo juu mbinguni. Mshukuru kwa kila njia yoyote, hiwe bora tu, uko hai. Umekosa chenye ulikuwa unaenda kutafuta, mshukuru. Umepata, mshukuru. Umelala njaa, mshukuru. Hapo hapo utabarikiwa, amen.